E, mambo vipi, mtazamaji? Niko katika mitaa fulani hapa na nimepatana na shabiki fulani wa mpira, naomba tukaweze kuzungumza naye alafu ujue mawili matatu kuhusu klabu anayosapoti na timu yetu ya Kenya ambayo imetoka kwa game za chani na juzi pia imefanya game fulani za World Cup, lakini bahati mbaya kukaenda vile tuliona. Karibu sana, asante. Unaitwa nani? John sasa tuambie kwanza, unashabikia timu gani kule nje, nje ya nchi ya Uingereza kule, kina Manchester United? wa United Manchester United United. Jamaa anatuambia ni jamaa Manchester Manchester United. so unapenda Manchester sana? naipenda mm sana. Sasa nataka nikutoe huko kidogo, nikuregesha hapa Kenya. Una, unipe maoni yako kuhusu gemu yetu ya juzi yenye tulipoteza ya kuqualify World Cup, maoni yako ni gani? Ah, Kenya walipigwa na uzembe wao sababu hata ukiangalia ile kikosi, walichukua watu nje na ilihali tuko na wachezaji huko ndani. Kwa hivyo kwa maoni yako unafikiria kikosi gani chenye kingecheza? Ni kile, kile cha chani ama kile kile kilichocheza ndio kingecheza? ah, wasingeenda wachukua watu kule nje tu, wamewaleta lakini kocha alionekana sana ameamini wale jamaa ambao wako nje kule, kushinda kile kikosi cha chani Hawajua wa wale kule nje hawajazoana na wengine ndani, sio kukaa chapili, nataka time wale master wetu wa nje kina Olunga, kina Oliech, wala lakini wale iwangeeta vile vibaa mdogo. Sasa ukichukua mtu atuo, kwa sababu ni star huko, akikuja huko zisha huko ni huko ni huko, hata anaweza kuwa kule anakaa benchi. Kwa hivyo na mimi hivo kile angeka kile oikile cha chani chani, hata kama tungepiga tungepiga moja sasa pastaf unapiga bao eh. Hey, tatu wewe ah, ndio hivi ni sasa watu ah, sa mpira ndio unafanya watu hey. <laughs> Wasiangalie mpira wake kidogo kidogo kido, kidogo nilikuwa nimeanza kushabikia, lakini ile ile ile nzuri, ama pengine rais alikuwa hajaweka mtonyo ah, <laughs> ah nayo inge, ingechangia pia sababu watu wanacheza kupata ile pesa sasa. Wale no, vijana walicheza ile game walicheza vizuri hata kulipa walichezailewe kwa hivyo unaonelea ndo tumepoteza ama una matumaini nayo tena mtazamaji? Niko na jamaa mwingine hapa nyuma yangu pia naye kaweze kumsikiliza jamaa na mbwembwe nyingi sana. <laughs> <Shwari sana. laughs> ni shabiki ya ah, mimi, kwa kweli kwamba nashabikia mwana Arsenal damu Mawa Senali. Napenda Senali sana. Mbaya sana Bukayo Saka pale, kuna kijana mask Jokeres mwenyewe ya <laughs> <laughs> nyumba kuna Zubimendi pale kando, nampata Martin Odegaard ushelewa, kuna kijana mpunga Rice, unaona, alafu nyuma pale fullback pale kuna kuna kijana mwana mwana timba pale unaona, kuna Calafiori pale, kuna Gabriel, unaona, kuna Saliba mwenyewe. Unaona? So mimi ni mwana Arsenal damu kivyovyote vile endapo yani. Hata unipangie upange Kenya na Arsenal nitakuwa nyuma ya Arsenal. Sasa hapo hapo, kwa Arsenal juzi ulichapwa moja bila makosa, tulikosea wapi? Ah, kikweli ni kwamba kama we ni mwanashabiki kama we mwanashabiki mwana, mwana, mwana alimtuma, ila tu lazima kuwepo na ushindi, na ukiangalia kweli ile free kick ile free kick kweli ilikuwa, hata mchezo yote yule hakuna mwenye alikuwa anaweza kushika So kwa hapo kidogo nitasema tulijaribu, kwa sababu pale Uingereza ukipiga mtu kwako huwa umejikomboa, kwa sababu usiku na kijana Starboy pale kwa sababu, kikweli, kwa sababu k kama ningekuwa na Bukayo Saka, pale mahali pale Madueke tumgekule ama Eze no, unaona kiukweli ni kwamba Ma, Ateta anachemwa kwa sababu gani? Ile winga ya Martinelli pale ule aalenamp wenwe mwenyewe pale ni mnyama, kwamba tuko vizuri, tuko vizuri hata imani kwamba satuweza beba na aa tunachukua kama mwana Arsenal damu. Kiukweli kupoteza ilikuwa ni uh, haki yetu kwa sababu gani? Kitu cha kwanza vijana hawako haidiwa pesa. Ushaelewa? Kitu ya kwanza vijana hawako haidiwa pesa, kitu ya pili kocha alicheza blanda kwa sababu gani? Itakuwaje wewe una pigana wazuri ambao wamekeza ile chani pale waka perform vizuri? Unaona? Leo hii unawacha nje kama kena Austin. Unaona? Unajua hata kama mtu labda ame misbehave kwa games. Ah, umemweka kando kama yule kijana alikuwa anapaswa amuite, amwite. Unaona? Lakini yeye hakumwita ambapo ni kama sana sana kumharibia karia yake. Unaona? Yeye ya akadanganyika kena Olunga. Olunga alikuwa mzuri lakini sasa amechoka. Zama zake. Zama zake. Unaona? Kuna vijana si Kena, yani wale vijana nje wote, tuna vijana wewe walionyesha hapo, kuna Kenya hapo eh <laughs> wale vijana wale, wangeanza wao, tungepiga ile timu ile, si timu ya kupiga Kenya. Kwa hivyo wale master wetu wenye wanasema wako kule nje, wako kule nje, lakini wanauma bench wale, wanauma bench. Na hata kama hawaumi bench, hawafika vijana wa juzi, unaona. So mimi labda ki upande wangu mimi, unaona, ningependa wale vijana, kama hii mechi ambayo tuko na hii yenye imebakia hii, unaona ile fasi ilikuwa ikicheza na rais kina Morocco ile ile ile, mtonyo. Alafu hiyo ni kawaida, hiyo ni kawaida rais aweke mtonyo pale awe, hata kama mia tano mia tano pale kidogo, yeah. laki laki tano pale aone ngoma ah. <laughs> <laughs> Hapa Kenya kiukweli sahii tumejua kama ukitaka ushinde mtonya kwa meza. Unaona? Lazima mokoto yawe pale kama milioni moja. Wewe ni kivumbi wewe, hata sasa wewe Brazil sasa hapa alafu sasa, milioni moja, sitopiga sitopiga, lakini sasa unaambia Brazil, wewe unaambia Brazil, alafu hata bila tu nimpige Brazil blanda pale, mimi naona labda tulichangia, ilichangia hauko na pesa Vijana inachangia pakubwa na nyumba. <laughs> <laughs> <Apo ka> nyumba. <laughs> <hapo. laughs> nyumba kidogo yeah, kuna pesa kidogo wangejitahidi, alafu tu pia wange, wange, wange pale pale nje kama yeah, masta wetu wale, wale ni masta huko si hapa, kwa sababu mi mwenyewe ilikuwa sishabikii Kenya

na na ndugu zetu Tanzania. Ah, Tanzania wale, kwa kweli ni kwamba pale ndio siwezi wapona, wako vizuri kwa sababu hata hii World Cup dogo ni kama wakana mambili pale unaona? lakini wasiseme, labda hatujapatana nao, wale hawezi kufunga Kenya hata dakika moja. Wale kwanza tunapiga bao nyingi sana hata kuna mpira pale. Eh, kuna mpira pale. Tanzania hawatuwezi, na hata kama aaninitazama kimpira hamtuwezi kuimba, labda tuseme kidogo majaribu, lakini hamtufikii vile, eh, kwa sababu kimpira hawezi. Kenya. Kuimba hawezi. Kenya. Kwa Mwijaku, tupange friendly friendly wekwe na tena ikiwezekana pia friendly iwe kwa, alafu wao ndio wahidiwe pesa si tusaidiwe pesa, kwa sababu wale walikuwa kama anapoa pesa i katigsi bilioni ngapi ambao ulikuwa mechi kichezwa wanapewa laki moja la <laughs> no, no, la ya Kenya ana kingana kucheza mpira mtu laki moja milioni moja na nusu mimi mkenya mtu anaongelea kuhusu mia tano unaona anaongelea kuhusu elfu tano akonayo mfukoni ni pesa nyingi we naambie kule kama mtanzania anasema tankatelfu kumi elfu kumi elfu kumi ishirini mia moja kwa hivyo ogopa mkenya kwa leo tuachie hapo eh, kwa sababu niko na haraka kidogo lakini sawa bwana ah basi hawa walikuwa ni mashabiki wetu wa mpira tutakutana tena next time tuwalete hapa hapa muweze kuwaona asante